Vile vile katika kipindi hiki wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia ya wanawake na makundi maalum imepokea jumla ya shilingi bilioni 10.5. Jamani Tabu nasema hivi katika kipindi hiki cha siku 100 za uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, tumeupiga mwingi maanake kwenye makundi haya ili tuyawezeshe. Jamani, tumeshapokea bilioni kumi na nukta tano. Makofi kidogo hapa mpige tafadhali. Na hii ni kwa ajili ya kutoa mikopo yenye masharti nafuu na riba ya asilimia saba kwa mwaka kwa wafanyabiashara ndogo ndogo ambapo tayari jumla ya shilingi bilioni moja milioni 351 laki sita sitini zimetolewa wafanyabiashara 588 kupitia mfumo wa benki ya NMB na zoezi la utoaji mikopo linaendelea nchini. Ewe mfanyabiashara ndogo ndogo uliyetajwa kwenye makundi haya, changamka uweze kuzifikia fursa hii. Mambo ni moto sana. Serikali ya awamu ya sita kipindi chake cha pili inaendelea kuupiga mwingi kukuwezesha wewe uweze kufanikiwa kwenye ndoto zako za ujasiriamali na ufanyaji biashara ndogondogo.